Taarifa kutokea Marekani ni kwamba msaada wa chakula unaowanufaisha wa Marekani zaidi ya milioni 40 hautatolewa kuanzia Novemba kutokana na kusitishwa shughuli za serikali ya Marekani kulingana na Wizara ya Kilimo ya nchi hiyo. Wizara hiyo imesema hakuna msaada katika tovuti yake na kwa laumu wa wakilishi wa Democratic katika Seneti kwa mkwamo huo. Mpango wa usaidizi wa lishe yani SNAP, humnufaisha Marekani mmoja kati ya wanne. Mapema mwezi huu, utawala wa Trump ulikataa kutumia hazina ya dharura ambayo ingeendeleza kutoa msaada huo, ikisema pesa hizo zinahitajika kwa dharura zinazoweza kutokea kama vile majanga ya asili. Democratic imemlaani Rais Donald Trump kwa kutaka kwa kukataa kutumia hazina ya dharura Pengine hili ni kosa la kikatili na kinyume cha sheria ambalo utawala wa Trump unalifanya, wabunge katika Kongresi Rosa Delauro na ie Craig walisema katika taarifa ya pamoja siku ya Ijumaa. Pia walimkosoa wa Trump kwa kutoa msaada kwa Argentina na kujenga ukumbi mpya wa White House wakati shughuli za serikali zimefungwa rasmi, kulingana na taasisi ya fikra Unduizi ya bajeti na policy prioritize, yani CBPP, hazina dharura ingegharamia takriban asilimia sitini ya gharama hizo kwa mwezi mmoja tu. Tunapofanya kazi kwa kuwapa watu kadi za benki, wanaweza kuzitumia kununua bidhaa muhimu za nyumbani. Familia ya watu wanne kwa wastani hupokea dola za kimarekani mia saba kumi na tano ambazo ni sawasawa na euro mia tano arobaini kwa mwezi kulingana na CBPP, ambapo ni sawa na dola ya sita, yaani euro 4.50 kwa siku kwa kila mtu mmoja. Majimbo ndiyo yanasimamia programu hii huku ufadhili mwingi ukitoka kwa serikali ya shirikisho. Majimbo kadhaa yameahidi kutumia fedha zao wenyewe kufidia upungufu wote. Hata hiyo, serikali ya shirikisho imeonya kuwa fidia hiyo haitarejeshwa hata kidogo. Baadhi ya majimbo ikiwa ni pamoja na Massachusetts, ambapo watu milioni moja wanatarajiwa kupoteza msaada huo, wanasema hawana pesa za kutosha kufidia ukosefu wa fedha. Kufungwa kwa shughuli za serikali ya Marekani kumeingia siku chache ama siku ya tarehe ishirini na sita Jumapili, na kufanya kuwa ndio ufungaji wa pili kwa ukubwa katika historia zake kwenye taifa la Marekani. Hivi sasa wale wote ambao walikuwa wanapitia kipindi kigumu Marekani, na zeni niweze kutengeneza wakati mgumu zaidi, ya kuhitaji msaada na wakaukosa.